Wanawake watata. <coughs> Sikuwa nasoma ya Bishop mmoja tu, Bishop Pride Sibiya uh, na alijaribu kueleza aina za wake sana sana, lakini baadae nilipozi study zile nikagundua kwamba zina represent pia aina fulani za wanawake, na nilipofanya study zaidi nikagundua kwamba hivi vitu ni halisi, hata nilivyouliza baadhi ya wanaume, nikauliza baadhi ya wanawake, nikagundua kwamba hivi vitu ni vitu halisi na tunaishi navyo katika maisha yetu. Na leo ningependa tuangalie aina tisa za wanawake watata katika maisha yetu, maanake hawa ni wale ambao wamekosa balance kidogo kwenye baadhi ya mama. Kwa hiyo inawasababisha wanakuwa extreme kwenye upande mmoja. Aina ya kwanza kabisa tunawaita ni office woman. Office woman bana, hawa ni career minded people yani hao wenyewe maswala yao ni ofisi tu e, mpaka wamekosea wameshindwa kubalans kati ya maisha yao ya ndoa kama wanamume na maisha yao ya familia kama wana watoto pia. Wakati mwingine kwao unakuta na aina fulani wanawake ambao wao wanajali keria yao tuna, ukiwagusa kwenye keria yao wanakuambia inamaana unataka unifelishe kwenye keria yangu, na zao nyingi ni kwamba niko busy na keria yangu, niko bize, nataka kujenga keria yangu. Yani kitu kingine chuto anaweza kakipuzia na wasikizingatie, lakini when it comes to keria, inapofika kwenye swala la karia ni watu wa kali kupita maelezo, kwa kiwango ambacho wanashindwa kubalansi majukumu yao ya kawaida ya kama mzazi na kushindwa kubalance majukumu yao ya kawaida pia kama mke kwa mume wake, pia na imewasababishia matatizo mengi na makubwa sana katika maisha yao. Lakini aina ya pili tunawaita ni boxing women Eh, ha, hawa ni wanawake ambao ni eh, fire on fire, yani wao wanaamini e, katika mapambano, yani wanaamini katika e, ukileta ngumi na mimi nilete ngumi. Sasa inawezekana isiwe kupigana physically, lakini wanaamini katika kama ni yani, mimi huwezi kunipelekesha mimi, nitafa, ukifanya na mimi nafanya, tunasema fire on fire. Yeye yeah, aamini kwamba kuna wakati unatakiwa utulie, labda kuna wakati unatakiwa usikilize. Chochote unachokimfanyia naye atataka kukirejesha kama ambavyo umemletea. Ni wagumu sana kuwa humble, ni wagumu sana kuwa na unyenyekevu maneno mwanamke, eh, neno moja eh, una kaongea kama ni nyumbani wkna anatoka chumba hiki anaenda sebuleni, anaongea tu, anatoka ameenda jikoni, anaongea tu, yaani anapayuka mpaka majirani wanasikia, mpaka wanajaribu kumwambia kwamba sio, ongea taratibu, tunajaribu. Hapana, yaani yeye anataka kuzungumza, kama ni ofisini eh, kama ni bosi wako, mfanyakazi mwenzako, anashout tu, anataka kushout vitu na vya namna hiyo. Wanakuwa kama wale makonda. Ushawahi kukaa kwenye daladala, alafu kaona mtu ana ana ana nauli kidogo, anajaribu kusemea kwa kondakta, anamwambia taratibu kabisa, konda samahani nimepunguziwa, nimepungukiwa shilingi 100, afu kondakta eh, usingesema bwana, usingesema bwana. Basi zima mnasikia eh. <laughs> Sasa ndo aina hii hapa anazungumzia watata, kwa kweli hawa, kaza kuongea mpaka unakuwa mdogo wewe mwenyewe eh. Hapa bana, kuepusha shari, ngoja nitoke. Ni pengine aina ya tatu ni tunaoita security women He, hawa bana ni watu ambao wako very protective. Ni wanawake ambao wako very protective. Ni vizuri kwa mwanamke yeyote kuwa very protective, lakini hawa ni wako over protective. Yani, hawa inapofika kwenye swala kwa mfano la wenzi wao, yani ni watu ambao wako sensitive. Kila mtu anamsuspect: Rafiki wa mbona, anamsuspect. Ndugu sio, anamsuspect. Bosi sio, anamsuspect. Yani kila mtu; yani wao kila wakati wako security sensitive. He, yani wakati mwingine unaulizwa maswali utafikiri kama uko kituo cha polisi. Yani unaulizwa hizi details na nini na nini na nini, anafuatilia yani kila wakati na sio kwamba ni kuna mazingira pengine ameaona, wakati mwingine hiyo inawezekana, na intuition wakati fulani tunafahamu wanawake na intuition ya kujua kwamba kuna hatari kwa mahali, lakini hawa ni kama tabia, na mara nyingine inatokana kwa sababu pengine maisha waliyopitia hapo kabla, labda mahusiano aliyokuwa nayo hapo kabla, au kuna maisha fulani waliyopitia ambayo yamewasababisha wawe overprotective kwao. Wanataka kuprotect, hata wakiwa na watoto watu wao wanawalinda sana, kiwango ambacho unakuta watoto kuna vitu fulani wanavimisi katika maisha yao wanapokuwa wakubwa. Kwa hiyo hii ni aina nyingine, na wao wanakuwa na jealousy ya hali ya sana wivu wao ni wa grade 1. Yani ni kwamba hawataki mchezo kwenye hilo jambo. Wanakuwa ni wanawivu kwa sababu pia unawasababisha wanakuwa overprotective katika mpaka wakati mwingine mtu mwingine anaweza kuona kama ni kero fulani hivyo. Ndio maana tunawaita wanawake watata, tunaweka kwenye kundi hili kama kwa sababu wanakosa balance kwenye ule wivu au kumprotect mtu. Uh, aina ya nne tunawaita ni part, part woman hawa bana eh, wako ni watu wa social events eh, yaani, awa, ukiwa awa, awa, yaani awa, hawa ukiwa nao kwenye maisha yao, hawa kila wiki wanatukiwa na attend mahali. Hawa ndio unakuta wako kwenye vikundi labda 15 na kwenye kila kikundi ana uongozi: kikundi kimoja mtunza hazina, kikundi kingine mshauri, kikundi kingine mwenyekiti, kikundi kingine ni katibu. Kila siku ana function fulani anahudhuria, eh, leo itakuwa kitchen party, kesho itakuwa ni harusi kesho itakuwa ni birthday. Kesho ni mara chache sana kuwakuta nyumbani hawa. Yaani nyumbani wanatafutwa, nakuta e, akiwa nyumbani mpaka mtu unashangaa sana hivi leo hakuna wapo shughuli yoyote nyingine. Yaani unashangaa kwamba yuko nyumbani nini kinaendelea eh? Hawa ni watu na ukiangalia hata matumizi yao ya kifedha, pesa nyingi wanaitumia kwenye social events. Yani, wengi wa hivi unakuta wanamtaji watu sana, lakini mtaji wa kifedha hawana, kwa sababu wao kila wakati wanatumia kwenye maisha ya social event. Kwa hiyo hawa tunasema ni watata, kwa sababu pia unakuta wengi hawana muda na watoto wao, hawana muda na ndugu zao, hawana muda hata kama na mume wake, kwa sababu yeye anaamini katika social issues and social tu na wamesababisha pia changamoto kubwa sana katika mahusiano ambayo wanayo, lakini aina uh, ya tano ni watu ambao tunawaita wanawake ambao tunawaita patient woman, patient woman. Bwana, hawa kila wakati yani wao wanaumwa kuanzia Januari mpaka Disemba, yani kila siku kuna kitu wanaumwa. Ataumwa kichwa, kisha ataumwa sikio, kisha ataumwa kope kwa e, kingine unyayo unamuma na vitu vifana hivyo, lakini kikubwa ni kwamba ni watu ambao huwa wanapenda attention iliyopitiliza. Yani wenyewe sio kwamba wanaumwa kulikweli, lakini they like attention, wanataka attention, wanataka kila wakati macho yawe kwao, kila kitu kio kinamwangalia wao. Kwa mara kwa mara unakuta na complain kwa sickness na na sio kwamba serious, yeye ziko serious ya sickness. Mara nyingi unakuta ni anaitumia kama njia ya kuvuta attention, na kitu kingine cha wapashiduma ni kwamba wengi wanakuwa ni wanapenda sana kulalamika napenda sana kulaumu, kila wakati wanalaumu, hata laumu hiki, hata laumu yani, ukiwa naye analaumu mno mpaka yani, ah, yani unakuta inakukera fulani eh. Na kingine ni watu ambao wako kila wakati wako kwenye constant fear and anxiety, kila wakati wana hofu fulani, kila wakati unakuta ana hofu ya jambo fulani, ana hofu juu ya jambo fulani, ana hofu juu ya jambo fulani, lakini hiyo yote anafanya kwa sababu anataka ile attention kwa watu, tunaoita passionate woman, hawa tata sana, wakionyesha kwamba wanahitaji wa namna ile, alafu ukijifanya uko busy na mambo yako unaweza ukaambiwa ujali kaambia we umebadilika na vitu vimefanya na hivyo, lakini wengi wanaitumia kama mbinu kama ndoano ya kupata wanachokitaka. Lakini aina ya sita tunawaita dustbin woman. Dustbin woman bana, awa ni an organized woman. Awa unajua kikawaida matarajio watu wengi ni kwamba wanawake wako organized, wanapanga vitu vyao vizuri, lakini hawa rafiki yangu ni tofauti hawa bana nyumbani hawako organize, yani kama akiwa bachelor, ukiingia chumba chake huwezi kutofautisha chumba cha mwanaume yani, kila kitu kiko shagala bagala, ndani vitu vimepangwa pangwa, kama ni ofisi yani ni ovyo ovyo. Na ukiingia kwenye magari yao utaona tu, utamjua that's been man. Ukiingia unakuta unakuta, unakuta nani hotpot iko kwenye viti vya nyuma pale, unakuta sio ndizi ya jana ili imeanza kuozaoza ipo chini ya viti, yani vitu vya namna hiyo, yani hayuko organized kabisa na maisha yake, anaamini anaamini hivyo. Sasa changamoto nyingine ambayo anapatikana nayo, unakuta kama nyumbani, kama ana mfanyakazi Yaani kila kitu anajua ni mfanya kazi yani, ajui chochote kuhusu watoto, ajui chochote kuhusu nyumba, ajui chochote kuhusu chochote, kila kitu kimuuliza, e, eh, itakuwa dada wa kazi, itakuwa za hii. Pia imeleta changamoto kubwa sana kwenye mahusiano yao na namna ambavyo wanaendesha mambo yao. Hawa pia ni watata sana, kwa sababu kwanza wanasahau wanasahau, lakini wako busy mno, eh, kila wakati unakuta yuko kwenye movement, anafanya hiki anafanya hiki, yani anaonekana very busy, lakini hayuko organized kabisa. Unamwambia kitu atakwambia kesho, amesahau au hajafanya au amekupo tesa na vitu vinavyofanana nayo. Aina ya sita. Aina ya saba ya wanawake ambao tunaita watata pia ni Pampered Woman. Pampered Woman ni wale wanawake ambao eh, wanapendwa kudekezwa to the extreme, wanapenda kudekezwa kuliko pitiliza. Unajua, eh, najua kwamba kila mwanamke anapenda kudekezwa, lakini hawa eh, sio tu ile kwa sababu ya kudekezwa kawaida, lakini wameenda extreme zaidi, wanaitumia kama silaha fulani katika maisha yao, na wengi wa hawa unakuta ni wale ambao tunasema ni spoiled kids. Eh, ni wale watoto ambao walikulia kwenye familia flani ambao eh, walikuwa unachokihitaji wanapata. Unakumbuka zile aina za mababa nilizungumza zile. Kuna wale chop my money father. Sasa wengi unakuta wamekulia kwenye wale chop my money father kwamba kila unachokihitaji wanapata, kwa wengi wanakuwa wamekua spoiled, na sifa yao nyingine ni kwamba hawawezi kuchukua responsibility. Hao si watu ambao wanaweza, yani, wao wanaamini kila kitu wanatakiwa kufanyiwa kila kitu, wakiwa ofisini, wakiwa nyumbani, wakiwa popote, hawawezi kufanya kitu cha kwao wenyewe wakaweza kukisimamia. Na hawa wengi fokasi yao ni matumizi tu wanapenda sana shopping every time, wanapenda sana kutumia, hawapendi kusave, hawapendi kuwekeza, hawapendi kufanya chochote. Huwa mara nyingi wanaamini katika kupata zaidi kuliko eh, kupo, eh, kufanya kitu kingine kwao. Mara nyingi nao vigumu sana hata kufanya kitu chao wenyewe, kwa sababu ana kitu ambacho kinawasumbua sana kinaitwa entitlement aam mentality. Entitlement mentality: mimi natakiwa kupewa tu, mimi natakiwa kupewa. Kwa hiyo hata kama yuko bright, ana akili, ana fursa, ana fulani anashindwa kuzitumia kwa sababu zinakuwa changamoto, na wengi wanapata shida sana wanapokuwa wameingia kwenye ndoa afu bahati mbaya labda mume akafariki, e, waga wanapata changamoto sana, kwa sababu unakuta hajui chochote, hawezi kusimamia chochote, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo ego inakuaga changamoto kubwa sana katika maisha yao. Unakuta hata akiwachiwa mali, kama ameachiwa mali, pesa zinakuja baadaye zinapotea, kwa sababu atakuwa hajajenga ule uwezo wa kuweza kusimamia. Lakini uh, namba nane tunaoita dictionary human dictionary woman bana, hawa ni wajuaji. Yani wenyewe wanajua kila kitu. Yani hawa bana, hakuna kitu ambacho hawajui. Au ukitaka kubishana nao utabishana nao hadi asubuhi. Yani kila kitu wanakifahamu, kuzungumza mambo ya magari wanajua, biashara wanajua, malezi wanajua, imani wanajua, kila kitu, siasa wanajua. Hawa ni dictionary woman. Hawa ni changamoto sana pia na wenyewe, kwa sababu eh, hawezani kukaa kimya wenyewe, lakini pia wako very orderly. Yani wenyewe wana mambo yao wameyapanga vizuri, wanataka vitu vyao vikae vizuri au kikanao nyumbani, akikwambia viatu vinakaa hapa, afu kesho ukashangaa umevipe umeweka tu sentimita chache, changamoto. Mnaanza kikao kukaa ndani ya nyumba kukaa, mnaanza kuzungumza, kwa nini viatu vimemove sentimita kumi kutoka pale ambapo nilikwambia nili. Na hawa mara nyingi pia wana keep record, eh, hao ukiwa nao pia, yani ni kwamba kila kitu anaweka record. Utashangaa tu siku hiyo bwana umekaa amekaa, unaanza kumwambia bwana, unamlaumu kitu fulani, anakwambia kaa hapo, aenda kuchukulia notebook, anakwambia unakumbuka hii tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2008 na ilikuwa saa 10 jioni, jua ndio lilikuwa linakaribia kuzama. Unakumbuka ulizungumza maneno, ameandika ame koti kabisa pale. Yani watu wako namna hiyo, yani wenyewe hawataki mchezo. Kwa hiyo sasa wengi hawako flexible, hata tukijadiliana nao mambo mkifanya yani ni wako rigid, wanachokitaka wao ndicho hicho hicho eh, na mara nyingine kufanya nao kazi au kuwa nao kwenye mahusiano ni utata wa hali ya juu. Aina ya tisa tunawaita headmistress, headmistress women Hawa wao wako in charge. Wao kila kitu wako on top. Eh, wengi unakuta wanaamini kwamba wao ni viongozi eh, wao wanatakiwa kukumiliki na kutawala kila eneo eh, kwa hiyo ni ngumu sana kuwaweka chini ya uangalizi fulani akiwa ofisini, akiwa nyumbani, akiwa mahali popote pale, na mara nyingi pia wako very questionable. Eh, yani wanauliza maswali na nini na nini, anakuuliza na kuhoji, yani yuko hivyo yani. Ye, yuko ni mtu ambaye eh, ana, ana masculine nature kidogo yani kama ana, ana ana ubabe ubabe fulani wa kiume ambao uko ndani yake. Na hii wengi unakuta ina sababu kwa nini wengi wanakuwa hivi. Hivi e, mara nyingi e, inakuwa either kuna wale ambao ni watoto wa kwanza ambao unakuta alikuwa mtoto wa kwanza, alafu ana gap kidogo na wadogo zake, kwa hiyo alikuwa na mamlaka kubwa sana juu ya wadogo zake, kwa hiyo pia waga inamwathiri. Au unakuta wazazi wake pia wanamtegemea sana, kwa hiyo ana sauti sana kwa wazazi wake, kwa hiyo ile pia inamsababisha kila mahali anapokuwa anataka exercise ile authority inakuwa changamoto sana kudili nao, kwa sababu wanaamini kabisa kwamba mimi ndio ambaye ninakuwa ni mwenye mamlaka. Na sifa nyingine bana, wanapenda sana kesi, yani wenyewe swala la kukaa kesi, kuamua kesi, kujadiliana kesi, yani hata kitu kidogo ambacho kingeweza kuamuliwa kawaida, wanapenda kupelekeshana, yani wanapenda penda sheria nini, yani hivyo vitu yani, wanaamini kwamba hawezi kunionea kile unachokifanya, wanaamini kwamba unataka kuwakandamiza kwa eh, eh, hiyo wanataka kuibuka kama nilivyosema, kwa sababu pengine wakati mwingine ni kutokana na historia yao, na ni ngumu sana pia Kuduni nao natakiwa uwe na akili kubwa sana kwenye kuishi nao. Sasa hawa wanatupa changamoto, ni kweli, ni watata, wanatupa changamoto, lakini tuko nao katika maisha yetu. Sijasema kwamba ni wabaya sana, lakini nimesema wanatupa changamoto, wana utata wa aina fulani. Sasa sijajua kama umeshakutana yeyote kati ya hawa.